fa nyingine zinaarifu kwamba chama cha ODM ndicho chama maarufu zaidi humu nchini kulingana na utafiti wa kampuni ya TIFA. Kulingana na utafiti huo, chama cha chungwa kimeongeza umaarufu wake na kukibandua chama cha UDA kutoka kileleni. Haya yanajiri huku kinara wa chama hicho Oburu Oginga akisema kwamba ODM bado haijafanya uamuzi kuhusu mgombea watakayemuunga mkono katika uchaguzi wa mwaka 2027 kama anavyoeleza mwanahabari wetu Steven Leto Kulingana na utafiti huo wa TIFA, chama cha chungwa kimeongeza umaarufu wake nchini na sasa kina asilimia 20 ya uungwaji mkono huku kikifuatiwa na chama cha UDA na asilimia 16. Nacho chama cha Jubilii kina umaarufu wa asilimia 11, huku vyama vya Waipa na DCP vikiwa na umaarufu sawa ya asilimia 6. Utafiti huo pia unaashiria kuwa asilimia 50 ya wakenya anataka chama cha ODM kigure serikali na na kujiunga na upinzani, ukuwa asilimia 30 wakitaka ODM isalie serikalini. Katika utafiti huo, asilimia 34 ya Wakenya wanataka ODM kiwe na mgombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027, ukuwa asilimia 24 wakitaka wanachungwa kufanya uamuzi wao kuhusu mstakabali wa ODM. Asilimia 20 wanataka ODM kiunge mkono mgombea wa upinzani katika uchaguzi mkuu ujao I za utafiti wa TIFA unaashiria kuwa upinzani una uwezekano wa asilimia 38 wa kuwa na mgombea mmoja wa urais kwenye uchaguzi wa 2027, ukuu wa asilimia 27 wakiwa na maoni wastani na asilimia 26 wakikosa imani kuwa upinzani utakuwa na mgombea mmoja. Viongozi wa chama cha ODM wamesema kuwa umaarufu wa chama cha chungwa lazima utiliwe maanani katika mazungumzo ya kuundwa kwa muungano ya vyama kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2027. Sisi kama chama ambayo iko na umaarufu zaidi tunajipanga kutoka kwa grassroots tukienda juu. Na sisi tunataka wale watu wengine wote pia wajipange. Tukiendelea mbele, tutakuwa tunakaa kwa me, tutakaa kwa meza sisi tutakaa kwa meza tufanye negotiation. Kinara wa chama hicho Daktari Oburu Oginga amesema chama cha ODM bado hakijafanya uamuzi wowote wa ni nani itamuunga mkono mwaka wa 2027. Sisi tumaimarisha chama yetu, ya aidha tutaenda well, peke yetu kwa hiyo uchaguzi kubwa au tutashikana na, na wale wengine ambao tuko nayo kafikira moja. Baba alituambia chama hiki kikijipanga, tunaweza kutoa rais. Nyinyi mnaona hakuna rais Western huko, Luo Nyanza hakuna rais. Stephen Leto, runinga ya Citizen.